Kwenye challenge ya leo, naomba nikutajie hawa magolikipa hao, na hawa magolikipa naokutajia, nataka unitajie golikipa bora wa muda wote kwenye EPL mm. Sawa eh? So, golikipa wa kwanza mm. David Seaman nyanda wa zamani. Mtu hatari kabisa, David Simon amedaki unatajia wote kwanza au pia nitajia kama ni bora nichague hapo. Ah wewe, we, utaniambia kama ndo bora muda wote utaitika kama sio bora muda wote? Sio. David Simon. Tam. Pepe Reina. <laughs> Amna. <laughs> Joe Hart. Amna kafunga <laughs> <Amna>. sana <laughs> na goli ya ya. Ndio ndio. Ndio alikuwa anakaribia timu ya Mwangusha. Uh, eh Jordan Pickford. <laughs> Ben Foster. Uh, David ngoja, mm. Aya, ah, tuende kwenye sehemu ngumu kidogo kutokea hapa, wa kwanza Peter Cech, muda wote, kumbuka muda kotwa Hapana, wawili wa mwisho, kati ya hao utanitajia mmoja, nani hatari kati ya hawa? Edwin van der Sar. Van der Sar. Ah, nikupe na wa mwisho. Pita Schmeichel. Sasa mimi kwa ile, mimi kuona vizuri kabisa, ulikuwa naelewa mpira. Wewe kabisa, ukiwa unauelewa hapo kwenye listi ya vokali unataja yote, hey. Kwa kwanza na kwa Edwin Van der Sar, kwa kwanza Edwin Van der Sar, Edwin Van der Sar, alafu Schmeichel ndo afuata. Ah, hapana atafuatia, hmm. Na Peter Sech atafuatia, Peter Sech. Kabla hapo mimi nimewashuhudia ah, nikiwa ah, ni na uwezo mzuri wa ah, kufafanua mpira hmm, eh